Ee hey Baba wa mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa neema ya uhai na nafasi hii ya kukuomba. Bwana, nakuja mbele zako nikiwa na moyo wa unyenyekevu, nikiomba rehema na msamaha kwa dhambi zangu. Nisafishe, unitakase, unifanye kuwa chombo safi mbele zako. Leo ninakuomba, fungua milango ya ajira juu yangu. Kila mlango uliokuwa umefungwa, naamuru kwa jina la Yesu Kristo, ufunguke sasa! Ee Mungu, uliye Mtoa riziki, nipe fadhili zako mbele ya waajiri. Nipe kibali mbele za watu wenye mamlaka ya ajira. Kila roho ya kukataliwa, kuchelewa, au kusahaulika, naivunja kwa jina la Yesu. E Bwana, niunganishe na nafasi ya kazi ambayo umeikusudia kwa ajili yangu. Kila hila ya adui dhidi ya hatima yangu ya ajira, inahesabiwa bure sasa hivi kwa jina la Yesu. Natangaza ajira yangu inakuja. Nafasi yangu haipotei.